Na na kuwa na maisha bora. Hatupati hofu hata kidogo katika kuhakikisha tunayatangaza mazuri yanayofanywa na viongozi wenye nia njema na taifa hili, akiwemo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatupati hofu hata kidogo katika kuhakikisha kwamba tunatumia gharama yoyote ya kufunga na kuomba kuwaombea wenye nia njema na taifa hili awe kiongozi asiwe kiongozi. Mwisho tunasema kwamba mwisho tunasema kwamba Oktoba 29 yani 29 mwezi wa 10, 2025 tutapiga kula kama katiba inavyotutaka, lakini tutapiga kula kwa sababu tumepania kupiga kura tatu. Tutapiga kura kwa sababu tumepania kuwakabili wahuni walioungana na watesi wetu wa maendeleo ndani ya nchi yetu. Matusi yote waliotutukana watu wenye nia njema na taifa hili ambao tunataka tuone Tanzania endelea kuwa na amani na usalama. Majina yote tuliofananishwa nayo kwa namna mbalimbali mbali, kwa kaunti feki katika mitandao ya kijamii sisi tumekuwa tukinyamaza kimya, lakini tunatangaza rasmi siku ya kuwajibu watukanaji wetu waliotutukana, waliotufedhehesha, na siku ya kuwajibu waliotulaani kwa laana za uongo, uongo ambazo hata Mwenyezi Mungu mwenyewe hawezi kuzisikia. Siku ya kuwajibu wanaotuombea mabaya, e, wale tunaosema Tanzania kwanza mtu baadaye. Siku ya kuwajibu wale ambao wanakesha na kamera na mitandao ya kijamii kila siku kueneza chuki kueneza uzandiki kueneza hasira kwa Watanzania ili kusudi waharibu amani yao. Siku ya kuwajibu tunatangaza rasmi ni 29 Oktoba, tutawajibu kwa kuwapigia kura viongozi wenye sifa ya kuiongoza Tanzania yetu na kuwa na maisha bora. Hatupati hofu hata kidogo katika kuhakikisha tunayatangaza mazuri yanayofanywa na viongozi wenye nia njema na taifa hili akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatupati hofu hata kidogo katika kuhakikisha kwamba tunatumia gharama yoyote ya kufunga na kuomba kuwaombea wenye nia njema na taifa hili, awe kiongozi asiwe kiongozi mwisho. tunasema kwamba mwisho, tunasema kwamba Oktoba 29, yani 29 mwezi wa 10, 2025, tutapiga kula kama katiba inavyotutaka, lakini tutapiga kula kwa sababu tumepania kupiga kula tatu, tutapiga kula kwa sababu tumepania kuwakabili wahuni walioungana na watesi wetu wa maendeleo ndani ya nchi yetu. Matusi yote waliotutukana watu wenye nia njema na taifa hili, ambao tunataka tuone Tanzania endelee kuwa na amani na usalama.